Ya hawa ni yeye ambaye ametabiriwa, hawaelewi. Hebu endelea mbele kidogo, ndio anasema mimi si upokee utukufu kwa wanadamu, si kwa kwa wanadamu nini? anasema amewajua wao hawana nini, upendo wa Mungu ndani yao. Maana yake hawa watu Yesu amekuja wa, lakini hawakumpenda, hawakujali, wakaendelea kuyachunguza nini, maandiko kuona kama ndani ya maandiko yale kuna uzima. Kumbe yule yale maandiko yanamshuhudia Yesu, yote agano la kale, na vyote vilivyofanyika vingi vilikuwa vinamshuhudia nani, Yesu. Tunaona pale wanaanza kutoa, walipewa, walisema fanyeni sada, sada, fanyeni